Nuko nabal nigependa kutoa ufafanuzi kwa umma uh, kwa kuelezea tukio ambalo sio la kawaida lilotokea leo katika manispaa ya Morogoro, mkoa wa Morogoro. Sisi uh, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro tunafanya uh, uchunguzi wa tukio uh, la kifo cha Gidion Ebenezeri Mbwambo mwenye umri wa miaka 34.